Wanawake tuliopo hapa leo, mimi na nyinyi wenzangu, tunavuna matunda au mazao ambayo wanawake wengi huku nyuma waliyatayarisha, kuanzia walioshiriki kwenye ukombozi wa nchi yetu, tukakomboka kisiasa, lakini pia kuna wengi walishiriki kutukomboa kwenye lile dimbwi la kwamba mwanamke ni mtu wa pili, mpaka tukaeleweka, tukashirikishwa, tukawa hapa. Lakini pia wapo waliotutangulia na sisi tuliopo, ambao sasa tunakomboa na kiuchumi. Tuwashukuru wote, bibi zetu, mama zetu, dada zetu waliotangulia kusafisha njia wakatengeneza shamba. Leo sisi tunavuna mazao waliyoyapanda. Wanawake sio viumbe dhaifu, bali ni watu imara na wenye nguvu kama walivyo wanadamu wengine, na pengine wanawake wana nguvu zaidi. Tuna nguvu za kisaikolojia, tunabeba mambo mengi kwenye akili zetu tuna nguvu kwenye mioyo na vifua vyetu, tuna stahamili mengi ndani ya mioyo na vifua vyetu, tuna nguvu katika matumbo yetu, tunabeba viumbe na kuwaleta duniani. Ndugu zangu, tukiwa kwenye jambo letu tunaweza kufanya, tunaweza kufanya. Huko nyuma hatukudhani tutakuwa na rais mwanamke na afanye, lakini kwa sababu niko kwenye maji ya moto nafanya. Na sasa ndugu ya moto, siko peke yangu, wanawake wote wa Tanzania tuko kwenye hili jungu. Kwa nini nasema hii? Nasema hivyo kwa sababu kwenye hili la jungu la maji ya moto tukiweka rangi, tukiikoleza, wanawake, tuna nafasi nyingine mbele ya kuamini